Wa serikali za mitaa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili ushike dola lazima ushinde na uchaguzi mkuu. Nataka niseme tukielekea katika uchaguzi mkuu, Chama cha Mapinduzi kimejipanga kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Na tunampongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hatua mbalimbali alizozichukua za kufanya maboresho ya sheria za uchaguzi. Tunaye Rais msikivu. Rais mwenye hekima Dr. Samia Suluhu Hassan tulipoanza kulalamika lalamika kwamba tunahitaji mabadiliko ya sheria ya uchaguzi akawasikia. Na na hapa naomba mnisikilize vizuri, Dr. Samia Suluhu Hassan aliunda kikosi kazi chini ya Profesa Mkandala ili kupata maoni. Kikosi kazi cha Profesa Mkandala kilifanya kazi kwa mwaka mmoja. Kikosi kazi kikaita vyama vyote vya siasa, kikaita viongozi wa dini, kikaita asasi za kiraia. Wote walienda, lakini katika vyama vya siasa vyama vyote Chadema wao wakasema sisi ni wakubwa, sisi hatuwezi kwenda kwenye kikosikazi. Wakakataa, wao wakasema tunataka kwenda kwa makamu mwenyekiti wa CCM wakati yule comrade Kinana akawasikiliza. kikosikazi kilipomaliza kazi Kilikabidhi taarifa kwa mheshimiwa rais. Ilipokelewa mubashara na mheshimiwa rais, wakati anapokea, akasema tunafanyia kazi. Akachukua taarifa ile ndani ya serikali, wakatengeneza mswada kwenda bungeni. Lakini swala la katiba mpya alituhoji kwamba, je, wadau tutumie katiba hii tufanye maboresho, au tutumie rasimu ya Warioba, au tuanze upya? Maana yake ni kwamba CCM iko tayari kwa mchakato wa katiba mpya, lakini tunaanzia wapi? na wenzetu hawa wanaamini katiba inaweza ikatengenezwa kwa da, kwa dakika yani, kama unapika ugali yani unatenga chungu hapa maji, unapika keki, unatoa ugali, katiba mpya. Ukiwauliza wao, wanaangalia mambo yanawahusu wao kuingia madarakani. Hawajali wananchi, hawajali wafugaji, hawajali wakulima, hawajali watu wowote wa ndio maana ya katiba mpya wanaoongelea wao, na ndio ambao wameingia mkenge wa no reform no election. huo ni mkenge yaani, wameingia kwenye shimo, kwa sababu akili yao katiba mpya, wakiamka namna gani tunaingia kwenye madaraka. Lakini mfugaji za kiraia hiyo sio Islam, si nataka kuingia madarakani. Kwa hiyo muswada ukapelekwa bungeni. Waliposikia unapelekwa bungeni, kamati ya bunge chini ya mbunge wa Madaba, Kizito Mwagama, ikaanza kukusanya maoni wananchi na asasi na watu wengine elfu moja mia saba na mbili walitoa maoni, na Chadema walitoa maoni, walikimbia kule, wakawahi bungeni, wakatoa maoni, ndipo bunge likatimiza kazi yake, tukapata sheria mbili. Sheria ya kwanza ni kuanzishwa kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi. Jina la zamani ilikuwa inaitwa tume ya taifa ya uchaguzi. Na kwa maana hiyo, tutakuwa na tume huru ya taifa ya uchaguzi. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, piga makofi kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.